Mgonjwa pia ambaye anatumia chemotherapy anakuwa anasumbuliwa sana na kichefuchefu, kutapika na kuharisha kwa sana. Kwa hiyo sasa, mgonjwa anapokuwa anasumbuliwa na hivyo vitu uh, na kichefuchefu, inashauriwa kwamba mgonjwa ale chakula kwa wakati na kupata maji kwa wakati, maji ya kunywa kwa wakati, lakini pia kujiepusha na marashi ambayo anaweza akaamsha ile kichefuchefu ndani ya mwili kwa hiyo sasa, kama unamtembelea mgonjwa ambaye anaumwa saratani na anatibiwa na hizi dawa za chemotherapy, japokuwa mgonjwa anaweza akapata dawa ambazo zinapunguza kichefuchefu, lakini pia wale ambao wana ndugu, jamaa na marafiki ambao wanatembelea uh, mgonjwa nashauriwa kwamba kutokuwa na harufu mbalimbali, kwa mfano mbali, harufu za jasho au harufu za kutumia marashi makali ambayo yanaweza yakaamsha kichefuchefu na kujisikia vibaya kwa mgonjwa. Kwa hiyo sasa, hata kama mgonjwa yuko nyumbani anatumia chemotherapy, basi ni vyema sana wale walioko karibu kuepusha zile harufu mbaya mbaya ambazo zinaweza zikaamsha kichefuchefu na kutapika ndani ya, ya mgonjwa. Na tusione kwamba mgonjwa ana mlalamishi au anakuwa ana na hali ya, ambayo ya kuto kueleweka kutokana na kile kichefuchefu. Hapana, hiyo ni side effect ya hizi chemotherapy, kwayo inatakiwa kumwelewa mgonjwa, na kama akisha kuambia pafumu yako inanipa kichefuchefu, basi ni vyema kumwelewa mgonjwa na kuto kutumia hiyo pafumu au kuto kutumia marashi au kutokuwa na harufu za mwili ambazo zinafanya mgonjwa azidi kujisikia vibaya.